Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkta Samia Suluhu Hassan amehitimisha ziara yake ya kiserikali ya siku tatu nchini Angola. Mapema leo asubuhi, Rais Dr. Samia alitembelea kiwanda cha kusafisha mafuta cha Luanda Oil Refinery nchini humo. Mara baada ya kuwasili katika kiwanda hicho, Rais Dr. Samia alipokelewa na Waziri wa Madini, Mafuta na Gesi wa Jamhuri ya Muungano wa Angola ambaye alimweleza Rais Dr. Samia shughuli mbalimbali za kiwandani hapo ikiwemo uzalishaji wa teknolojia inayotumika katika uzalishaji kiwandani hapo. Kiwanda cha Oil Refinery kina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa Angola ambayo ni nchi ya pili kwa kuwa na hifadhi ya mafuta barani Afrika baada ya Nigeria. <mucho> Rais Dkt. Samia amehitimisha ziara yake kwa kuwagana na mwenyeji wake, Rais wa Jamhuri ya Angola, Mheshimiwa Joao Manuel Goncalves katika Ikulu ya nchi hiyo na kurejea nyumbani Tanzania.